leo tumefanya ziara ya kushtukiza katika kituo chetu cha afya Nyarugusu kituo ambacho kwa kweli kiuhalisia kinahudumia maeneo mengi kata nyingi zina vifaa wagonjwa hapa na idadi ya madaktari wetu 23 pamoja na wataalamu wale wengine wa kisekta ambapo wapo jumla kama 32 kwa hiyo ni nimpongeze daktari na wataalamu wote wanaotoa huduma hapa na manesi wetu tunafanya kazi ile ile ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ametuasa kwamba tuhakikishe tunapeleka tabasamu kwa Watanzania kwa sababu huduma hizi ni kwa ajili ya wa Watanzania, kwa ajili ya kina mama na baba wagonjwa wetu wanaokuja kujifungua hapa na dada zetu. Nitoe wito kwa wataalamu wengine maeneo yote waweze kusimamia miradi hii waweze kusimamia kutoa huduma pia. Nikiwa na mheshimiwa diwani hapa hi, ya Nyarugusu, wa kata hii ya Nyarugusu mheshimiwa Samata ameahidi uh, ushirikiano wa dhati ili kuweza kusimamia miundombinu hii. Sehemu ya mapungufu, tutakaa chini kuangalia namna gani tunaweza tukaboresha, kwa sababu kituo kinazidiwa sasa, kinazidiwa kwa maana ya kwamba kinahudumia eneo kubwa. Kinafanya coverage ya eneo kubwa sana. Baada ya hapa, inda salamu madaktari na wataalamu na manesi wote, hakikisheni nyinyi wenyewe kwanza mnaanza kwa tabasamu mnafurahia kazi yenu, alafu pili mpeleke tabasamu kwa Tanzania na kwa sababu ndo wito wa Dr. Samia Suluhu Hassan, lazima tuhakikishe wananchi wetu tunatoa huduma, pia zile kauli ngumu, e, ngumu kutoa kwa watu wetu, hata kama una stress zako kidogo zipungue zile kauli e, kwa sababu wao wanakuja kuijia huduma hapa, wako na stress, kwa hiyo we, lazima wewe una bafa unapokea na unatoa ushauri mzuri kwa ajili ya huduma zao tumetembea kuona huduma zinavyotolewa na vitengo vyote, nimemtembeza ametaka kujua idadi ya watumishi, watu nazozipata zote amezielewa ameziona, akiwa na, na mheshimiwa diwani. Wameahidi baadhi ya changamoto ambazo ni ndogo ndogo hizo zilizokuwa nazo watatusaidia hivi karibuni. Huduma wananchi waendelee kupata huduma kama kawaida. Kwa mimi nawakaribisha tena, karibuni kuhusu, tunaendelea hivyo japokuwa tunazidiwa kwa kwa, kwa, eneo tunalo capture tunazidiwa lakini tunajitahidi hivyo.